Karibuni katika mfululizo wetu wa kujifunza kuhusu Utatu Mtakatifu. Katika kipindi kilichopita tujifunza kuhusu Utatu Mtakatifu katika Agano la Kale, ambapo nilikupitisha katika masomo uh, kadhaa katika vitabu kadhaa vya Agano la Kale ambavyo vinaashiria uwepo wa Utatu Mtakatifu katika Mungu mmoja. Tupo hapa kujifunza kuhusu Utatu Mtakatifu, kwamba imani ya Kikristu inafundisha kwamba Mungu ni mmoja ambaye anaishi katika E, nafsi tatu yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Leo no hii tutaangalia masomo kadhaa e, katika agano jipya inaloonyesha hizi nafsi tatu katika mungu mmoja. Karibu sana. Kwanza kabisa tutakwenda tuta kusoma e, somo katika ile injili ya Mathayo. Tutasoma sura ya tatu mstari ule wa kumi na sita na nitasoma naye: Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, natazama mbingu zikamfunukia akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu inayependezwa naye. Katika somo hili tunaona nafsi zote tatu kwamba Bwana Yesu anashuka mto Yordani akibatizwa na, na Yohane Mbatizaji, na wakati huo huo mbingu zinafunguka na Roho wa Mungu anashuka katika mfano wa jiwa au hua na wakati huo Baba, Baba wa mbinguni anamtangaza rasmi kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Na kama tunavyofahamu kwamba e, Mungu anatambulika katika nafsi zake tatu: nafsi ya Baba, nafsi ya mwana Bwana wetu Yesu Kristo, na nafsi ya Roho Mtakatifu. Farii, tunakwenda kuangalia somo la pili na injili hiyo hiyo ya Matayo, safari tutaangalia <coughs> sura ya 28 mstari wa 19 ambapo katika somo hili ni wakati ule Bwana Yesu amekwisha kufufuka na sasa anawapa wanafunzi wake amri ya kwenda kutangaza e, habari ya, ya kifo na fufuko wake ili wengi wapate kuokoka. Tunasoma kutoka katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Bwana Yesu ndiye anayezungumza hapa. Unasema hivi basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukiangalia katika neno hili, jambo moja la msingi sana la kuzingatia, eh, muinjilisi Mathayo anaandika kwamba anasema kwa jina la Baba, haandiki kwa majina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake ni kwamba anavyosema kwa jina, nawakilisha ule Mungu mmoja, lakini anataja Mungu huyu akiwa katika nafasi za nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii ni sehemu mojawapo ambayo eh, Utatu Mtakatifu unajidhihirisha moja kwa moja. Sehemu nyingine tunaenda kuiangalia pia katika mfululizo wetu wa ma, maandiko ya leo <coughs> ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa, Wakorinto eh, sura ile ya kumi na tatu mstari wa kumi na nne ni hii ni, ni, tunaona jinsi gani Paulo ana, anaandika kuhusu neema zile anasema hivi: neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na pendo la Mungu na ushirika Roho Mtakatifu ukae na nyinyi wote. Sasa utaona jambo moja hapa, Baba hazungumzwi, lakini katika lugha ya, ya Agano Jipya kila mara wa, waandishi wa vitabu vya Agano Jipya wanavyotaja Mungu kawaida inawasilisha ile nafsi ya Baba wa mbinguni. Ndio maana huyu eh, Paulo anasema neema ya Bwana wetu Kristu, Yesu Kristu na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyinyi wote. Maana yake mpaka eh, sasa hivi eh, Wakristo hasa viongozi wa kanisa na watumishi mbalimbali wanapokuwa wanawa, wanawabariki eh, waumini kawaida huwa wanatumia mstari huu kwamba hii neema inapatikana katika nafsi zote tatu, kwamba Mungu mmoja lakini kwa pamoja. Mstari mwingine naenda kuuangalia ni kutoka Injili ya Yohana sura ya kumi na nne mstari wa kumi na sita nasema hivi: nami nitamwomba Baba naye atawapatia msaidizi mwingine, ili akaye nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambayo ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. kipande hiki cha cha injili ya Yohana Mtakatifu kinatumiwa sana na ndugu zetu Waislamu kusema ati kwamba Bwana Yesu anatabiri ana ujio wa Muhammad. Sasa kikubwa cha msingi, naweza kusema wazi kabisa, madai haya ni ya kipuuzi kwa sababu uki, ukiangalia jinsi gani Yohana anaandika mstari huu, anamzungumzia ana huyu Roho Mtakatifu jinsi atakavyokuwa, ya maana yake ni kwamba anasema nitawa, atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Hii ni lugha ya kwanza kwanza ya msingi sana kuona huyu si Muhammad. Muhammad hakae na wafuasi mpaka milele. Hiki kitu hakipo. Jambo yingine la msingi anamtaja wazi wazi, ndiye Roho wa kweli. Hakuna sehemu yote katika, katika Qur'ani wala hadithi kwamba Muhammad anatambulika kama ni roho kwa namna yote ile, lakini pia anaendelea kuzungumza. Mstari huu unazungumzia kitu kingine ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Wakati huo, Bwana Yesu anamzungumzia huyu Roho Mtakatifu, bali ninyi mnamtambua, kwamba wakati huu hawa wanafunzi wa Bwana Yesu tayari wanamtambua Roho Mtakatifu, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sasa hii ilikuwa ni miaka zaidi ya mia sita kabla ya ujio wa Muhamad lakini Bwana Yesu anamzungumzia huyu Roho Mtakatifu kwamba tayari anakaa kwa hao wanafunzi. Wakati huu Muhammad hakuwepo, na pia anamzungumzia huyu Roho anakaa atakuwa akikaa ndani yenu. Hakuna kwa namna yote ambayo Qur'ani wala hadithi wala, wala sira wala uh, uh, eh, zile vitabu vingine vyote katika, katika imani ya Kiislamu vinaozungumzia kwamba Muhammad anakaa ndani ya wanafunzi wake, au ndio? Haipo. Kwa hiyo ukiichukulia uki sura ya kumi na nne ya Injili ya Yohana na ukasikiliza madai ya Waislamu kwamba Bwana Yesu anatabiri ujio Muhammad, ukisoma lugha ilivyoandikwa utaona ni upuzi mtupu. Kwa hiyo kimsingi hapa Bwana Yesu anazungumzia eh, ahadi ya kutuma Roho Mtakatifu. Pili, kumbuke anapozungumzia kwamba atatumwa katika, ukiendelea kusoma utaona kwamba anazungumzia kwamba atatumwa kwa jina lake. Maana yake maana ni kwamba katika lugha ya Kibiblia jina ni mamlaka kwamba Bwana Yesu ana mamlaka. Kwa hiyo Baba anamtuma huyu Roho Mtakatifu kwa jina lake Bwana Yesu, manake kwa mamlaka yake Bwana Yesu. Kwa hiyo kwa namna vyovyote vile, sura ya kumi na nne Yohana haiwezekani hata kidogo kwamba inazungumzia ina, ina utabiri e, wa, wa ujio wa Muhamad kwao, tufahamu hivyo. Na ukiisoma uki kwa makini utaona wazi kabisa ni ahadi ya Roho Mtakatifu huyu anayezungumziwa, ambaye atatumwa baadaye, si kwa namna yote kwamba ni Muhamad. Asante sana, lakini pia tuna ndazungumzia jambo moja la msingi kuhusu yale madai ya Waislamu kuhusu eh, madai kwamba Wakristu walitunga au walifanya wali, wali ubunifu kuhusu Mungu kuwa katika nafsi tatu kwa kupitia ule mkutano wa Nicaea uliofanyika kule Uturuki mwaka 325 chini ya ule mtawala wa, wa Kirumi ambaye ktwa Konstantini. Jambo moja la msingi sana ni, ni, huu mkutano wa viongozi wa, wa, wa Kikristo wakati ule uliitishwa kwa nia ya kujadili utatu mtatu, kwa sababu wakati ule kulikuwa kuna padri mmoja ambaye akijulikana maarufu kama Arius. Yeye Arius e, alikuja na, na, na mafundisho ya uongo kwamba Bwana Yesu si Mungu, na kwamba alikuwa anasema umungu wa Bwana Yesu ulikuja, ulianzia pale alipozaliwa, hakuwepo maana yake ni kwamba hakuwepo kabla. Sasa, kabla ya hapo pia kulishatokea mafundisho mengi. Huu hu, uzushi hu, wa Arius umejulikana kwa lugha ya Kiingereza maarufu sana kwamba Arianism, na kwa hiyo wa, wa viongozi mbalimbali mbali wa, wa kanisa walikutana kujadili na kuipinga ile dhana ile, ile ya huyu Arius au huyo uzushi wa Arius ili kujenga umoja katika Ukristo, na ndio baada ya hapo pakatokea paka kile kitu kinaitwa eh, Nicene Creed. Sasa kwa Kiswahili tu ni, ni, ni, ni ile e, imani fumbo la imani la Wakristo, baadaye lilikwenda kidogo likiboreshwa kwa namna mbalimbali kwa mujibu wa maandiko, na ukisoma uh, ile, ile Nicene Creed unaiona kabisa haitoki katika, katika kutungwa tu, lakini kila kitu kilichopo ndani ya Nicene Creed kinatokana na maandiko yalivyo katika Biblia nzima. Asante sana, naamini kwamba umejifunza mambo mengi na karibu tena, endelea kufuatilia chaneli hii ili kujifunza mengi kuhusiana na mafundisho ya Kikristu, hasa dhidi ya madai mbalimbali na uzushi mbalimbali mbali wa imani ya Kiislamu. Asante sana na karibuni.